Ratiba ndio hiyo inafatwa. Mtoto ana saa moja anambembelezea mtoto wangu yani, nimesikia kama ni mtoto wangu, yani huyo dada alivyoongea tu amegusa lile tumbo la uzazi la mama, yani unasema dada, si ndio huyu eh? Mmesikia jamani, wadada? Haya, wale ambao mtasikiliza na kufuatilia mtapandisha thamani zenu. Haya, tuendelee. <coughs> Tukaendelea siku ya pili ratiba, nikajua kama kila siku lazima mguza mtoto zifurue asubuhi kwa nafua nikiamka asubuhi nafua nguo zake, bai saa moja au saa kumi na mbili anakuwa ameshaamka, anamleta unacheza naye, unampa maziwa, saa moja anaoga, akianza kuoga anaweza kalala au okay. Ukaendelea kukaa naye, unacheza naye, muda wa chakula ukifika, unamwendelea chakula chake on time, maana ukimcheleshea mtoto na kaida kulia, unajua akilia huo ni muda wake nini wa kula, umemcheleshea. Akimaliza make sure mtoto nini anaenda, anapumzika, analala Ukifika tena muda, muda wa kula anaamka. Kuna muda wake mwenyewe tu anaamka, kwa maana anajua sasa hivi nahitaji kula, anaamka hivyo. kwa una unatake, yani mtoto pia maintain me, usafi wa mtoto. Yani mtoto akiwa mchafu eh, wengi wasa wengine hawapendi mtoto wake wa mchafu. Umemlisha sawa, amechafuka, umemwacha sema ah, nitamlisha tena baadaye, sasa nimbadilisha basha nguo ya nini? Hapana, umemlisha mtoto amechafuka. Traditional mpo traditional mpo Mnaona utofauti wa maprofessional na nyie? Si ndio eh? Eh, sasa we utashindwa kumbadilisha mtoto nguo, utashindwa? Si mnaweza? Ndio maana nikasema vitu wanavyofanya professional we uwezi kushindwa kuvifanya, ni kwamba tu wewe kwanza hujapata awareness na ule utayari wako, utayari ile shauku ile ari ya kusema na mimi nataka kuwa the best, then bosi wake akikuelekeza, bosi wako akikuelekeza, majukumu unayazingatia lakini wengine ndio hivyo, yani tayari kichwani, yani kuna ile kwamba kama unateswa. Lakini angalia watu professional, yani wana passion, anataka kufanya. Ndio maana hachoki wala aoni ni mzigo, anakuwa yani, yani details zake zimekaa. Jamani, labda nisisitize tu wazazi, mabosi, waajiri, solution zenu kubwa ziko kwenye professional ya Professional yani ndicho wengi mnachokitafuta. Seminar iliyopita of course sikuepo, lakini nimefuatilia mabosi wengi walisema wanataka kuwalipa wadada kwa ubora wa kazi zao. Sikilizeni, wadada professional wanavyozungumza. Najua ndicho mnachokitaka. Kwa hiyo mnatakiwa tu, leo tunataka muelewe ubora mnaoutaka upo wapi, lakini ukichukua level nyingine, basi ujue huu ubora uliochukua kwenye hii level ni upi, ili ukiupata usikasirike. Haya. Kwa hiyo unaangalia, ni lazima ya mtoto unaifuatilia kuanzia asubuhi mpaka pale unapoenda nini, anapoenda kulala, usichoke. Yani kwanza unavolea mtoto, cha kwanza unatakiwa wewe mvumilivu. Yani kuna sababu nakutana na watoto wengine, ni wasumbufu sana, ni msumbufu. Umeenda kulea, muoneshe mzazi kwamba wewe unaweza kulea nini, unaweza kulea mtoto, kuwa mvumilivu yani usichoke yani, eh! Analia sana yaani, mimi nimeshachoka, si nini? No, unatakiwa nini, unavyolea una mtoto mdogo, unatakiwa nini, unatakiwa mvumilivu. Lakini pia ni mwingine, sala la usafi, yaani hata mama mwenyewe akirudi nyumbani anakuta mtoto wake msafi, amekula ameshiba, yaani hana hata stress. Mama mwenyewe anafurahi, bosi mwenyewe anafurahi, nasema eh, kweli mtoto wangu nimemwacha na nani, na mtu sahihi. Anaweza hata sema akaondoka akakwacha nini, akakwacha mtoto, sababu ameshakupa nini, imani anakuamini kwamba na nina uhakika nikimwachia mtoto atakula, ataoga kwa wakati, atasafishwa kwa wakati, yaani kila kitu chake kitafanywa nini, kwa wakati, sio mpaka vile dada, mbona mtoto hajaoga mpaka sasa hivi? Kwa nini hajaoga mpaka sasa hivi? No, hutaki kuwa nini, hutaki kuwa hivyo. Kama amepelekwa kwenye professional malezi, muoneshe boss kwamba mimi naweza nikasimama, wewe ambapo kama bosi haupo, mimi ninaweza nikasimama, kwa nini, kama mama mlezo wa nani, wa huyo mtoto wako. Asante, asante. Na mimi niseme hata kama hujapelekwa kama professional wa malezi, wewe umepelekwa kama traditional, muonyeshe bosi wako, mimi nimekuja kutatua changamoto zako, naweza kufanya majukumu yako vizuri, ili mwisho wa mwaka pale mnaagana either akuongeze mshahara au ukirudi Wadada Center sisi tuseme huyu dada sasa daraja lake ni lingine sio lile tena. Sawa jamani, ndio maana ya hizi workshop, tunataka mtoe huduma nzuri sasa hivi kwa mabosi wenu, lakini na nyinyi muweze kupanda ngazi. Sawa haya, eh? yeah. Jamani, makofi kwa profesa. Bado unaendelea? Inatosha kwa leo, haya, asante, makofi kwake. Nadhani pia professional, wakati mwingine ukihudhuria, tutatamani utupe na ushauri gani umewahi kumpa ama kama uliwahi kumpa ushauri bosi wako, in anyway, kwa sababu tunaamini nyie ni mnawapelekea solution. Inawezekana e ulimkuta anampa mtoto vyakula fulani lakini you are a professional. Nimkuta ana ratiba fulani mtoto lakini wewe unajua better kuliko hata yeye kwa sababu yeye pengine yupo professional kwenye sekta yake lakini wewe ni professional kwenye hiyo swala la malezi. Yeye ni mama of course. Lakini kwenye swala la malezi you know better than her. Kwa hiyo sometimes take your time. Jifunze. Yaani hizo simu tunazo jifunze. Bosi wangu ananiambiaga, Madam Joyce, kwamba kila siku inayokuja we, wewe jifunze. Jifunze kitu kipya. Hizo simu zitusaidie. Mshahara wa kwanza, pesa, uchumi, kila kitu kipo hapo kwenye hiyo simu ulionayo. Kwa hiyo we ni professional, unajua, lakini endelea kuongeza maarifa kila siku. Jua unatakiwa kumwambia nini bosi wako wakati gani, kwa sababu hayo ndio anayoyategemea kutoka kwako, sawa? E, lakini pia madam aliongea mkurugenzi, kwamba unatakiwa umuonyeshe bosi wako kwamba ni wa muhimu, na akatolea mfano kwamba kuna dada alikuwa kwenye kupika, lakini baadaye huyo dada akafanyaje, mwenzake wa malezi akaondoka, kwa hiyo akatakiwa kuteka over majukumu mengine yote, na akafanya vizuri zaidi kwenye majukumu. Tunayo pia scenario nyingine ofisini madam, kwamba kuna dada yeye tulimpeleka specifically kwa ajili ya, ma, ya, ya jikoni na usafi, kuna dada wa malezi, lakini alipofika kwenye ile nyumba yule mtoto alikuwa msumbufu sana kula hataki kabisa habari za kula, muda wa kulishana ni vurugu. Lakini kwanza tumempeleka yule dada alikuwa ni kwenye mapishi, lakini alipomwona yule mtoto anasumbua kula, yeye sasa kwa usmat wake akasema, hebu ngoja na mimi nijaribishe kumlisha huyu mtoto. Lakini cha kuwashangaza ile familia yani, mtoto akawa anakula vizuri kiasi cha kwamba yule dada wa malezi aa, ukifika muda wa kula anamuita dada wa kupika akamlishe mtoto then ndio amwachie yeye aendelee kumsafisha na kufanya majukumu mengine ya mtoto. Yani hiyo ikapelekea zaidi, hata muda mwingine makosa yanayofanywa na yule dada, bosi anashindwa hata namna ya kufanya. Yani anaacha dilema, kwa sababu gani amejua bosi wake anataka nini. Kwa hiyo na wewe kama uko kwenye traditional, wewe ni smart, wewe ni professional, jua bosi wako anataka nini Watu training uwa mbeo, wako, wa kwenye training huwa nawapa utani mmoja, naambia wewe ukijua bosi wako anataka yani, shikamoo kwani ina cost shingapi? mchape bosi shikamoo asubuhi akipita pita saa nne, chapa bosi shikamoo nyingine, saa sita, saa fulani, saa saba chapa bosi shikamoo tena, yani haikupunguzii chochote. ukijua bosi wako jicho lake ni mtoto, yani wekeza hapo kwa bosi wako. hapo ndiko ziliko pesa zako. hayo ni maneno ya mkurugenzi, mimi nimeyakoti tu. pesa zako kwako dada wa kazi zipo kwa watoto wa clients wetu zipo kwa watoto wa waajiri wako sawa? Eh, kwa hiyo wewe fanya vizuri kiasi cha kwamba hata siku umeteleza sehemu, bosi wako ana, anashindwa kufanya maamuzi kwa sababu anajua una umuhimu sehemu fulani sawa eh? Eh, kwa hiyo kwa dada professional hapo tumepata madini mengi. Sama. Ninaamini na wewe traditional na yeah. Wewe smart. Nilitaka nisisitize niongezee tu hapo. Mm -hmm. Umesisitiza sana kwa wale wenye watoto, mm -hmm. Lakini kwa wale ambao mko kwa kwa mabosi ambao hawana watoto, pesa zao ziko wapi? Eh, zipo huko kwenye mapishi, zipo huko kwenye usafi. Perfect. Kuna Sawe. Bosi mwingine hataki vumbi ye, madam. Anakwambia mimi sitaki kabisa, mm, knowledge na vumbi. Kwa nini uache vumbi kwenye eneo ambalo bosi wako yupo? Yaani kwenye nyumba yake kwa nini vumbi iwepo na unajua yeye hataki vumbi? Yaani jamani, mnatafuta pesa. Pesa ziko huko kwa mabosi wenu kwenye yale majukumu. Kwa kifupi ni hivyo. Yaani, kwa kifupi mafanikio duniani hapa ni kutatua matatizo ya watu. Nyinyi mnakwenda kutatua matatizo ya kupika au watoto na usafi. Aidha yote matatu au nyumba nyingine hazina watoto. Kwa hiyo unabaki na jukumu la kupika na jukumu la nini? La usafi. Usafi. Kwa hiyo hizo ndio hela zako zitazame zile kama pesa. Sasa kwa levo gani ndio ule ubora tuliousema? Je, wewe ni ubora wa traditional au ni ubora wa smart, smart. Au ni ubora wa professional? Hizo zote zipo, wewe unachagua, nataka ubora upi? Nataka kufanya kazi kwa ubora upi? Nataka kutoa huduma kwa ubora upi? Sisi Wadada Center tumechagua kuna madalali kibao kwa wanatoa wadada mm -hmm. si ndio? Lakini sisi tumechagua sisi tunataka high level class ya juu kabisa, tunataka kutoa ubora kwa, kwa, kwa, hali ya juu sawa, lakini kwa wateja ambao pia ni wahali wa hali ya juu. Kuna mahali watu wanalipa laki tano, jamani, kazi za ndani mm -hmm. Tumeamua sisi, tumechagua kwamba tunataka watu wanaotoa ubora wa level za juu kabisa, lakini hata nyie traditional na nyie muige kwamba kuna, kuna professional na smart. Kwa nini mimi nisiwe kama wao? Maana yake ni kwamba wateja wetu ambao watakuwa wanachukua wadada, Wadada Center hata kama anachukua traditional. Bado atapata kitu cha tofauti mm. ambacho maadili yetu ni tofauti, si ndio jamani? mm. Tuna hofu ya Mungu tu, ni waaminifu, ni waaminifu ni waadilifu. Dada professional pale akasema mfanye bosi wako akuamini mm. si unanielewa? mm. bosi wako afanyeje? Akuami. akuamini. Mabosi wengi wote, sio wengi wote, wanaotafuta wadada wa kazi, jambo la kwanza ni usalama ndani ya nyumba yao, akuamini na nyumba yake, aone ana mtu ambaye anaaminika kwenye nyumba yake. Na ndio maana mnapokuja hapa, mnaona jinsi ambavyo sisi kwenye kuchuja dada, yani, kuja hapa, taarifa tunazohitaji, mabarua yenu tunavyoyakagua na kufuatilia, na kwa ndugu zako, si mnaona jinsi inavyokuwa kidogo, sio sio ya juu juu, si ndio jamani? hiyo yote, kwa nini tunafanya hivyo? Kwa sababu na sisi kama Wadada Center tumeamua kuwajibika katika eneo letu kuhakikisha, tunataka kufanya vitu vya level za juu, vitu vya ubora. Basi hao mnaotaka kufanya kazi na sisi, na nyie mjipange kwenye ubora. Tunaelewana jamani? Ndio haya hey, bado tunaendelea Tumefikia pazuri, kwa sababu tayari tumepata ile, angalau kila mtu ana idea ya traditional ni watu gani, smart ni watu gani, na professional ni watu gani. Kwa hiyo haya yote yatakuja kufanywa conclusion na mkurugenzi, kwa maana ya kuzielezea hizi levels vizuri, kwa sababu mabosi, nikimaanisha waajiri, wanapaswa kuyajua haya zaidi wakati huo pia, wadada na nyie mkijua vizuri level zao, lakini hawa waajiri ambao wanakuwa wanahitaji kitu fulani, wanahitaji ubora fulani, kama wao ambavyo walisema kwenye last session tuliyokuwa nayo ya tarehe thelathini na moja Agosti, walisema wanahitaji ubora. Kwa hiyo huo ubora pia ina maana kuna ubora wa traditional, kuna ubora wa smart. Na kuna ubora wa, wa professional kama ambavyo tumesikia sisi wote. Kwa hiyo popote pale ambapo client anakuwa anapata ana uhitaji wa dada, anahitaji dada au amekwisha kupata dada, anapaswa kujua mimi nimemchukua dada level gani. Na je, ubora ninaohitaji mimi ni upi? Huyu dada anaweza kunipa? Kama hawezi, yani ni jambo rahisi tu la kujua kwamba huyu dada mimi haendani na ubora wangu. Kwa hiyo napaswa kufanya nini? Ni kumtafuta dada anaendana na hiyo level yangu mimi ninayoitaka ambayo ni level ya ubora. Sawa? Sindio? E, kama kuna mtu ambaye amepata jambo lolote la kuchangia katika hayo, kabla hatujarudisha microphone kwa mkurugenzi ili kwamba aweze kumalizia, lakini pia nitaomba bosi ambaye amehudhuria hapa, baada ya kuyasikiliza haya, tukaongea na yeye pia atuambie, anamlipa dada yake traditional laki moja na nusu ama laki moja madam? Laki moja. Ye, anamlipa shilingi laki moja. Sasa yeye kwa sababu ni boss na ndo anatoa pesa yake mfukoni. Hebu atupe experience yake kwamba akitoaga laki moja hivi, huwa anajisikiaje kwamba laki moja yangu nampa tu, lakini huyu dada hata astahili laki moja. Ama anatoa laki moja, ila huyu dada nile naye kwa kweli hata nikiambiwa nimlipe laki moja na nusu nina uwezo wa kufanya hivyo kwa sababu ninajua anafanya vizuri kazi zake. Unapata unapata ubora wa traditional. <laughs> Mimi nadhani hmm, kwa sababu binti yangu nimemchukua, ameanza kazi mwezi wa sita mwaka huu, mwaka huu. Okay. Kwa hiyo nadhani kumlipa ndo ni doni... ah, yani kwenye kumlipa huyu hmm. Anazungumzia baada ya mkataba kuja kuisha, sio sasa hivi yeah. Kwa sasa hivi tunachotaka ni ile wewe kama mwajiri umechukua dada ambaye ni traditional U, anatoa ule ubora wa, wa traditional. Ubora wa traditional, kumbuka ni dada wa kumwelekeza, au unamwona ni dada ambaye anaweza kupambana hata aka, akaenda viwango vya juu ah. Na kuna wale ambao hata hiyo ubora wa traditional hatoi, kwa hiyo inabidi tukubadilishie dada. Sawa, ndio <laughs> maana nimesema kwamba kwa vile nimemchukua mwezi wa sita na sahizi tuko mwezi wa kumi, kuna improvement kubwa wow. E, kwa sasa wow. anafanya vizuri kwa sababu at least unaweza ukasema kuanzia mwezi wa saba, wa nane wa tisa wow. kidogo unaweza ukasema kwamba ana improve wow. Uh, eh, tofauti na wakati ameanza ameanza ame uh, eh kwa sababu mwanzo inakuwa ni kusomana mm. na kumwelekeza kazi sawa sawa, na baada ya hapo anafanya kazi vizuri wow. eh, yeah, jamani, pigeni basi makofi traditional. Nimesema mnaweza, mmemsikia bosi hapa eh? Eh, kwa hiyo na nyinyi mnatakiwa mabosi wenu waongelee hivyo kwamba unapoenda pale mwanzoni na wewe unakuwa bado hujasoma mazingira, lakini usibaki kuwa tu traditional ambaye kila siku ni wakuelekezwa, licha ya kwamba hiyo ndio sifa ya traditional wengi. Lakini wewe unayekuja wadada dada Center, hebu kuwa traditional wa tofauti, kuwa traditional wa viwango. Kaa na bosi wako kwenye mkataba. Tunasema angalau mwezi ule wa kwanza ni mwezi wa kuzoeana, dada azoee kazi, si ndio? Eh, bosi naye aweze kuzoea utendaji wako ule kama ni kukuelekeza, lakini mpe unafuu kwa kuonyesha we ni dada mwenye ndoto na malengo makubwa. Hutaki kuishia kuwa nani, traditional dada kwao. Nimefurahi sana kwa hiyo feedback ya mwajiri kwa yeah, kweli imenifurahisha sana yeah. Dada yuko dada hapa, dada yako umekuja naye huyo hapa kujifunza. Hebu tuambie mbinu zako, mbinu zako ulizofanya mpaka bosi amekuongelea vizuri kweli eh, kwamba unafanya nini? Okay. uh -huh. Mbinu zako mpaka ukaweza kumfurahisha madam hapa, umefanyaje? Wadada Center, nguzo ya familia Mi mwanzoni nilipoenda nili, nilikuwa si, yaani nilienda kama traditional, nilikuwa na elekezo kila kitu. <laughs> Umenifurahisha, ulikuwa unaelekezwa kila hey, kitu huo hey, ndo ukweli. Nimefurahi yani hatuwaonei lakini, <laughs> siku zinavyozidi kwenda ananielekeza na hey, anazidi anani kujifunza okay, hey, ko saa hivi tunaishi tu vizuri sasa. um, uh, uh, uh, sio tunaishi tu vizuri usikute <laughs> bosi wako ameamua tu sasa aende tu na wewe afanyeje? Yani wewe unafanyaje ili asiendelee kukuelekeza kila siku, yani inabidi kama ni dada ambaye unakuwa eh, kule kuelekezwa kupungue kabisa, na ifike mahali yani tena bosi wako akuelekezi, maana unajua kila kitu, unatakiwa unachotakiwa kufanya na unafanya na unafanya kwa ubora. Unafanyaje? unatumia mbinu gani yaani kuhakikisha kwamba bosi harudirudii kukuelekeza? Umeongea vizuri jamani, sio kwamba hawezi kuongea, anaweza sana. We tujibu hilo swali kwa sababu hilo ndo, yani, hilo swali ndio linaloonyesha sasa kwamba wewe ni traditional ambaye unataka kupiga hatua, unataka mwaka ukiisha, kama sasa hivi uko kwenye laki moja, bosi wako aseme mimi niko tayari kumwongeza dada laki na nusu, si ndio? Ndio, hiyo sasa unafanya mbinu gani ili kuhakikisha bosi wako anafurahi, yani kila kitu chake unakifanya kwa wakati Sio mpaka aje akuelekeze akwe, kila kitu kila wakati unafanyaje, na hakikisha na, nafanya majukumu yake vizuri. Kwa mfano kama zamani alikuwa unaongea bwana, yaani, unajua lazima kwanza sifa ya dada anayekuja hapa kituoni lazima aongee. Sasa utampaje huduma bosi wetu bila, yaani ujui huduma oh, unayotakiwa kumpa kweli? Uh -huh. Na hakikisha anafanya majukumu yangu vizuri anapokuwa akiamka asubuhi akute kila kitu kipo sawa. Kwa hiyo unaamka saa ngapi? Naamka saa kumi na moja na nusu saa kumi na moja au saa kumi na mbili Kwani unaamka saa kumi na mbili majukumu utafanya saa ngapi? Ndio mwanzo wa kumfanya bosi wako kwa akereke. Kwani unaamka saa kumi na mbili Hapa kituoni mlikuwa mnaamka saa ngapi? Esi umefikia hapa, umekaa hapa, saa kumi na moja Okay. Kwa hiyo kwa nini sasa unaamka saa kumi na mbili au? Kwa sababu huko kituoni huko kwa bosi wako unaanza kumzoea? Hapana, majukumu yangu mengine waga, na hakikisha nafanya jioni. Ah, okay. Jioni unafanya majukumu yako kama nini, ni vitu gani unafanyaga jioni? Kwa mfano, jioni kuna jikoni kule, na hakikisha nimesafisha jiko kule. Umesafisha jiko, vyombo umeosha, haulazima eh. Vyombo machafu pigeni eh, makofi. Kuna wadada wachafu, mnaachaga makaro, yani majikoni huko mnaacha ku, ku, kumechafuka, mnakaribisha mende wadudu. Mpigieni makofi huyu dada, hayo mm. So sio makofi, mpigieni makofi makubwa, acheni uchoyo. Na maana yake kabla hujalala hakikisha umefanya usafi jikoni, osha vyombo, sawa, safisha jiko safi, safi ndio uende ukalale. Umeona dada, unashindwa utaki, kuongea lakini una vitu vizuri eh, eh, vingine unavyofanya jioni eh? kwa nafanya majukumu yangu hayo jioni nikiamka ni asubuhi, kunakuwa na majukumu tu machache ya kumalizia. Kwa hiyo ndio maana una, unaweza kuamka saa kumi na mbili e. Amna mtoto wa shule labda unatakiwa kuamka, amna mtoto, tupo tu wawili, uko tu wewe na bosi wako mm. Hey, unakula bata shoga yangu wewe <laughs> Hey, unakula bata kweli kweli, sasa ndio nimekuelewa kwa nini uamki saa kumi na moja <laughs> na majukumu yako jioni unayamalizia e. Ya hey, vyombo, jiko, usafi Kweli una, una, una haki ya kuamka saa kumi na mbili eh. Vitu vingine ambavyo bosi wako anapenda uvifanye na usipofanya anakasirika, usafi. Ehhe, twende kwenye usafi, naomba msikie vizuri wa dada: Usafi, mapishi. Ehhe. Eh, kimfano kama nikiandaa ni chakula ni, ni chakula Ehhe kama hajapenda anakuja ananielekeza vizuri, anakuja kuelekeza vizuri eh. Jamani, mnaona hebu, mpigieni madam hapa makofi.